Karibu tena kwenye yanayojiri mitaani TV, mahali hapa kujifunza kuhusu lishe bora, tiba asilia na maisha ya afya. Leo tunazungumzia kwenye kinywaji maarufu kinachopatikana mitaani, lakini wengi hawajui thamani yake ya kiafya. Hii ni juisi ya miwa. Watu wengi huichukulia kama kinywaji cha kustarehe tu, lakini ukweli ni kwamba juisi ya miwa ni kama dawa ya asili inayotibu na kulinda mwili kwa njia ya ajabu. Katika video hii nitakueleza faida kumi muhimu za juisi hii na mwisho nitakupa tahadhari chache kuhusu namna bora ya kuitumia. Hakikisha unatazama hadi mwisho, mtazamaji na msikilizaji yanayojiri mitaani TV. Faida kumi za juisi ya miwa. Kwanza, husafisha figo na ini. Juisi ya miwa ina uwezo wa kutoa sumu na kusaidia afya ya figo na ini. Namba mbili, huongeza nguvu mwilini kwa haraka. Inarejesha nguvu hasa baada ya mazoezi au kazi ngumu. Tatu, hupambana na maambukizi ya njia ya mkojo kwa sababu ya kiwango kikubwa cha antioxidant na virubutisho. Nne, huongeza maji mwilini hydra, hydration inasaidia kupambana na upungufu wa maji hasa wakati wa joto kali. Tano, husaidia kuimarisha mfumo wa mmeng'enyo. Juisi hii huchochea usagaji mzuri wa chakula na kuzuia vidonda vya tumbo. Sita, hufanya ngozi kuwa laini na kung'aa. Inasaidia kuondoa sumu zinazoharibu ngozi na kuongeza maji kwenye ngozi. Saba, husaidia kupunguza kiwango cha homa kali. Inaweza kusaidia wakati wa malaria au homa nyingine. Nane, husaidia watu wenye kisukari kwa kiasi kwa aina ya asili ya sukari isiyoathiri kiwango cha insulin kwa haraka. Tisa, hupunguza hatari ya saratani fulani. Utafiti umeonyesha kuwa inasaidia e kupunguza hatari ya saratani ya kibofu cha kibofu na matiti. Kumi huimarisha mifupa na meno inayoiu na iron, ambayo ni chuma kwa ajili ya mifupa na afya ya meno. Asante sana kwa kutazama hadi mwisho. Je, umewahi kunywa juisi ya miwa na ukajisikia tofauti? Tuambie kwenye komenti hapa chini. Usisahau kusubscribe kwenye Yanayojiri Mitaani TV kwa video nyingi zaidi za lishe bora, afya na tiba mbadala. Bonyeza alama ya kengele kupata taarifa mara tu tukipakia video mpya. Juisi ya miwa siyo tu ni tamu, ni tiba ya mwili kumbuka afya ni msingi wa maisha bora mtazamaji na msikilizaji wanaojiri mitaani tv ili uweze kupata faida na maendeleo katika afya yako tunasisitiza tena please subscribe, like, comment and share hii ni yanaojiri mitaani tv